Alo kaka. Kaka uko nyumbani? Ah. Weka loudspeaker nataka watu wengine wasikie. Nisikilize kaka. Kaka ukiwa una pesa au ah. wachani ah. unakuwa ah. ah. umeachwa. Kaka kesi isha kuwa ngumu. Yaani yani. kama kenge kaingia mkenge. Sidhani kama tunaelewana. Tayari tena mdogo wako kasha ya timba. Wewe unajua mdogo wako mtu andolema, almaarufu ah. mtu andole. Eh, ninavyokwambia kapanda kwenye gari asubuhi anaenda Magala. Kampiga dada watu simu unaambiwa kamfokoa. Sema alipokali kwa kakakana kakana, kakana askari jeshi. Dada akasema, jamani, nimeibiwa simu mu. Kama vipi asishuke mtu watu wote wasachiwe? Si unajua? Jamaa, kwa sababu ndugu yako, si unajua alikaa na askari jeshi. Ile simu unaambiwa akamwingizia askari jeshi kwenye nani? Kwenye nini? Kwenye kombati yake, si unajua mifuko mingi. Eh, baada ya kusachiwa kusachiwa, wote askari jeshi hajasachiwa rafiki yangu. Watu wakamwambia dada, hii simu yako utakuwa ujaibiwa huko ndani ya gari, utakuwa umeibiwa sehemu nyingine. Baada, kweli akakubali, umeona sasa, ngome imeshatoka. Eh, simu imeshuka Abdala e, pale binti alipo, kamanda anashuka sasa, jamaa kuona safari yake inaendelea. Kamanda anashuka, ndo simu kaiweka kwenye kombati ya kamanda. Akamfuata akamwambia, bwana kamanda, samani, mimi ile simu ya yule dada nimepiga mimi, lakini nimeitia kwenye kombati yako hey. oh, kaka. Oh, kaka. Oh, kaka. <laughs> Kaka, umwangalie mara mbili mdogo wako alivyofanywa. Kamanda kaona mdogo kaleta dharau, lilionekana jeshi la eh, jeshi la wananchi lilionekana litakuwa na michezo kuiba. Jamaa alivyomfanya kaka, umwangalie mara mbili. Mdogo wako kagongea ta kaka. Uso umemvimba kaka mbili za utumbo. Amini ninavyokuambia. Hii rafiki yangu kamanda kaona huyu mtoto atamletea dharau. Yaani, simu apige yeye amtie kwenye combati yake. Ina maana kwamba kamanda ngesachiwa simu ingekutwa kwake. Kashuka naye yuko Abdallah ibn Twalipo hapo. Umwangalie mara mbili kaka. Ana kazi ya kupigiswa nyimbo tu. Kapigwa ameanza na nyimbo njim, za Zuchu ile. Ile nani na mwitani anaimbishwa Zuchu. Ana kazi ya kubadilishiwa nyimbo tu. Sasa hivi nimeacha anaimbiwa ile nyimbo nyingine kwamba Kalume Kenge kaingia mkenge. Usielewa wewe nini kaka, kesi ishakwa ngumu. Sasa sikiliza. Wewe kama una laki mbili hapo, tuma nipate kuongea na jamaa wa inkeki, kwa sababu kamletea zarau. Amini ninavyokuambia. Tuma hela kaka. Eh, nikamtoe ukimwacha, dogo atasafirishwa ataonekana ndio michezo yake huu. Wataonekana makamanda eh, wana michezo ya wizi, kumbe kuna mafala tu fulani ndio anasababisha hivyo. Amini, tuma tuma kwenye namba hii hapa. Eh, namba hii inapokea kaka. Dogo mwangalima mara mbili huko. Anakaza kuambiwa tembea kama bata. Aliyakuwa yeye binadamu. Na, na jamaa sasa hivi ana adhabu za mpya. Utasikia chichuma juu, simama chini. Sasa hivi ndio kusikia kachichuma juu huko. Hakuna shida, tuma hela kwenye namba hii hapa. Kaka mdogo wako umwangalie mara mbili eh, uso umemvimba kama huyu nani, kapoteza pambano huyu. Matumla kapoteza pambano <laughs> hakuna shida <laughs> sawa. Haya macho yao, dakika za jioni inaingia. Ni mkubwa unanikos, unanikosea mama. Wezi mboga za majani, mbuzi niletee vidali kama kawaida yangu. Hakuna shida malakisha. Ma, basi Haya, awaamini macho yao gidi gidi gidi gidi, awaamini macho. Ng'ombe washaingia kwenye kumi na nane huko.